Labda nyinyi vijana hamuelewi, lakini niwaambie wakoloni wa Kijerumani na wakoloni wa Kiingereza wamekaa Tanganyika hapa miaka sabini na tano wakajenga reli kwa, kwa kichapo bila malipo, kiboko tu na beba matarumu na panga. Miaka arobaini ya Waingereza wametuacha na injinia wawili Tanganyika, injinia wawili, hakuna daktari hata mmoja. Walikuwepo madaktari wa kutoka Pakistan na India na walikuwa Dar es Salaam. Huku Katoro nani arete daktari huku? akina mama walikuwa hawajifungui huku, walikuwa wanazaa. Kujifungua mpaka upimwe lakini kuzaa unazaa kama ndama tu, ng'ombe anazaa ndama. Ng'ombe ulimuona wapi ana kliniki? Hiyo ndio hali waliotuacha nayo, walituacha hatuna barabara. Anakuja mtu tena hajafikisha miaka thelathini au arobaini anawaambia hakuna maendeleo, hakuna maendeleo. We, uliwahi kutembea kwa miguu kwenda Shinyanga kutoka, uliwahi kwenda Mwanza kwa barabara, barabara ilikuwepo? hakuna maendeleo. Siku nyingine akija muulizeni, hebu tueleze, hivi wewe kwako maendeleo ni kitu gani? Maana inawezekana anazungumza kama kasuku, maana kasuku huwa anakariri tu, haielewi hata maana ya maneno anayosema. Ndio wanasiasa wapya, sisi tumejitawala, tulikuwa na mtu msomi mmoja tu aliyemaliza masters. Anaitwa Julius Nyerere, ndiye ameandaliwa na wakoloni kwa miaka 75. Hiyo ndio nchi tuliyorithi. Leo ukiwa hapa Katoro unaweza kwenda mkoa wowote wa, wa Tanzania kwa rami. Ni uongo rami iliachwa na wakoloni. Hapa Katoro <coughs> ungeitoa wa wapi rami? Ilikuwa, ilikuwa inatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa sababu kulikuwa na wazungu wanalima mkonge pale. Ilikuwa inatoka Tanga mpaka Korogwe kwa sababu kuna wazungu walikuwa wanalima mkonge pale Korogwe na wazungu walikuwa wanalima kawa kwao, wakalima kibarabara cha wazungu wao wanatoka mashambani wanawahi nyumbani, ndio nchi tuliorithi. Unapita hapo unawambia hamna maendeleo, hamna maendeleo. Wewe ni kasuku, unazungumza mambo bila utafiti, huelewi nchi hii tumeitoa wapi? Umesoma chuo kikuu, si tumechukua nchi hii hapakuwa na chuo kikuu chuo kikuu kimechangwa na wazee wa, wa, wa, wa huku Geita senti hamsini hamsini kwenye kikopo. Chuo kikuu cha kwanza cha nchi hii kimeanzia Rumumba, kwenye majengo ya TANU kikiwa na wanafunzi kumi na wane, yaani tulimzidi Yesu Kristu kwa wanafunzi wawili. Leo <laughs> tuna vyuo vikuu kumi na moja vya serikali, kumi na mbili vya serikali ukiweka na vya mashirika tuna vyuo vikuu 40. Ndio maana vijana wanasoma wengi. Sasa unasema hawana kazi, ni kweli, lazima utafute jibu, lakini unafanyaje? Unapata kazi kwanza ndio unawasomesha au unawasomesha afu unaunda kazi?